Jeshi la Israel limevunjilia mbali meli ya mwisho iliyokuwa katika msafara wa flotila ya kibinadamu iliyokuwa ikijaribu kuvunja mzingiro wake dhidi ya Gaza iliyoharibiwa na vita, na kuwakamata mamia ya wanaharakati waliokuwa ndani ya meli kadhaa. Jeshi la majini la Israel limezuia meli zote zilizounda Global Sumud Flotilla yenye vyombo arobaini na vinne. Video ya moja kwa moja ilionyesha wanajeshi wa Israeli wakilazimisha kuingia ndani ya chombo cha mwisho. Marinette, chombo cha bendera ya Poland chenye mabaharia sita kilikuwa mashua ya mwisho kukamatwa miongoni mwa meli 44 zilizokuwa katika msafara wa meli wa Global Sumud Flotilla. Kamati ya Kimataifa ya kuvunja mzingiro wa Gaza pia imetangaza katika taarifa kuwa baadhi ya kamatwa na Israeli wameanza mgomo wa kula usio na kikomo tangu walipokamatwa. Kupitia simu ya video na waandamanaji wa flotila Alhamisi jioni, nahodha wa Australia aliyejitambulisha kwa jina moja tu Cameroon alisema. Mashua hiyo mwishoni ilipata matatizo ya injini na ndiyo maana ikabaki nyuma ya kundi kubwa. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli hapo awali ilikuwa imeonya chombo hicho cha Marinette kwamba jaribio lake la kuingia katika eneo la mapigano na kuvunja mzingiro halitaruhusiwa. Tangu Jumatano wanamaji wa Israeli wamezuia meli kadhaa zilizokuwa zikibeba misaada ya kibinadamu kuelekea Gaza na kuwakamata takribani wanaharakati 500 kutoka zaidi ya nchi 40. Israeli imewahi kuwatuhumu wanaharakati hao kuwa wanajaribu kuvunja mzingiro wa kisheria wa majini, madai yanayokanushwa na kusema kwamba yanakwenda kinyume na sheria za kimataifa. Jeshi la wanamaji la Israeli limekamata kila mashua na mabaharia wake kabla ya kuwapeleka Israel ambako watahamishwa. Baadhi ya majina makubwa waliokamatwa ni pamoja na mwanaharakati Greta Thunberg aliyekuwa meya wa Barcelona, Ada Colau na Rima Hassan, mbunge wa Bunge la Ulaya. Kukamatwa kwa meli hizo kumeibua ukosoaji na maandamano duniani kote. Viongozi wa dunia pia wamelaani ukamataji huo usio halali, ikiwemo rais wa Colombia, Gustavo Petro ambaye ametangaza kuwa serikali yake inafukuza wanadiplomasia wa Israel na kufuta makubaliano ya biashara huria ya Colombia na Israeli kutokana na hatua hizo. Nchi za Ulaya ikiwemo Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Uhispania, Ugiriki na Ireland pia zimeitaka Israel kuheshimu haki za wafanyakazi wa meli hizo. Umoja wa Mataifa bado haujatoa tamko rasmi, lakini Francesca Albanese, mwakilishi maalum wa UN kwa Palestina ametaja ukamata huo kama utekaji nyara usio halali. Hii ni Poa Media.